Uh, uzinduzi wa maonyesho haya ya mwaka huu wa 2025 ambao ni maonyesho ya tatu kwa ajili ya wenzetu wenye viwanda wazalishaji mbalimbali na wabunifu mbalimbali wa kazi mbalimbali za, za viwanda hapa nchini na kutoka katika nchi pia mbalimbali mbali, na tumeona hapa katika uzinduzi huu ambao nimeufanya hivi punde ni kwamba maonyesho haya yatafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka 22 Novemba mwaka huu hapa nchini Tanzania na yatashirikisha uh, wazalishaji kutoka viwandani wa nchi mbalimbali katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tumewalika wenzetu ambao wanakuja, na jambo kubwa ambalo linaenda kufanyika pale ni kwamba kama tunavyofahamu, ni kweli tunavyo viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa mbalimbali, lakini kuzalisha tu peke yake hakutoshi. Ni lazima baada ya kuzalisha, lazima tujitangaze, lazima tutumie masoko ambayo yapo, na tuweze kuonyesha zile bidhaa ambazo tunazalisha katika ukanda wetu sisi, kwa upande wa Tanzania tunaendelea kuwasii sana e, viwanda vyetu na wazalishaji mbalimbali ambao wako hapa, wajasiriamali wafanyabiashara na wote kwa ujumla waweze kutumia vizuri maonyesho hayo, kwa sababu ukizalisha tu hapa, tunayo ile falsafa kama tu, ambayo tunaelezwa ya mwamvuli. Mwamvuli unaweza ukaununua e, lakini una faida kubwa mbili. Ili utumie ni lazima wakati wa mvua ufungue na wakati wa jua kali ufungue. Usipoweza kufungua, tafsiri yake ni kwamba manufaa ya ule mwamvuli hauwezi kuepo. Haya maonyesho lengo lake ni moja tu, kuonyesha bidhaa zetu, kuzungumzia kuhusu e, fursa ambazo zipo nchini za maendeleo ya viwanda. Tuna shauku kama nchi uchumi wetu ukue, lakini moja njia ya kukuza uchumi ni kuendeleza viwanda vyetu. Kwa hiyo e, maonyesho haya lengo lake kubwa ni hilo ku promote viwanda, lakini pia katika kupromoti viwanda kuelezea kuhusu bidhaa zetu e, na kwa kufanya hivyo pia tutapata nafasi ya kuzungumza na wenzetu wa nje, waone ni tunafanya kusudi waje. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa kwa, kwa local manufacturers, kwa wazalishaji wa ndani uh, hasa wadogo hata na wakati of course, na wakubwa ambao tayari wameshapata nafasi unapata nafasi ya kukutana na na, na wazalishaji wa kimataifa kwa sababu haya ni maonesho ambayo yanahusisha wageni pia wanaingia. Kwa hiyo kwanza kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo unaona wenzako wanafanya nini? <mulia>